Na mambo vipi, mtongo nguvu? Ni mimi na mtangazaji wako Kevoo TV, nakukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment, ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Simba kupoteza nyumbani ni ngumu sana, tunajua kabisa bwana, klabu ya Simba ukiwa nyumbani unakuwa ni watu asira sana, na watu ambao wanajituma na uwezo mkubwa sana. Klabu ya Simba kupoteza nyumbani ni ngumu sana, lakini bwana, msemaji wa Simba ameongea mambo mengi sana, amesema kabisa bwana, maandalizi yetu ya tarehe 26 timu anayocheza nayo ni ndogo sana na ni wadogo sana unajua no, kabisa. Sisi Simba ni majayanti kwa hiyo wasipiga mahesabu kuja kutufunga sisi Msimbazi huku wakitaka kupindua meza. Watachukua miaka mitatu ndo watufunge sisi Msimbazi, yani kila mwaka mmoja wafunge goli moja ndo wanaweza waka pindua meza. Kwa hiyo amejiadi kajitamba sana kuhusu Simba kujiandaa na kupata ushindi mnono tarehe ishirini na sita. Pia bwana, tunajua kabisa klabu ya Simba kwa sasa hivi imejipata, ina wachezaji wazuri sana na ambao wanaweza sana na wanaweza kuamua mechi muda wote. Kwa hiyo timu ya Simba imejipata na wapo vizuri sana na watafanya mambo mazuri sana msimu huu, kwa sababu tunajua kabisa Simba walivyokuja hapa katikati walisemwa sana, kusema timu yao imesajili lakini ni kawaida sana, haina uwezo kwa sababu ilikupo imepotiana kidogo. Tunajua kabisa walipotea, migogoro mingi sana kuhusu kocha hapa Simba, lakini kwa sasa hivi inaonekana Simba inaenda kukaa vizuri na kuamalika na kuwa watu wazuri sana kwa sababu ndio tunajionea mpira wanaocheza sasa hivi. Simba ni mpira mzuri sana ambao mashabiki wanaupenda na tumaini limeanza kurudi tena katika klabu ya Simba kufanya vizuri msimu huu. Bwana, tunajua kabisa Simba wamepitia mambo mengi sana misimu hii mitatu minne, kwa sababu wamekosa kombe la hapa nyumbani pia na pia wamefanya kufungwa na mpinzani wao mara nyingi sana, mara tano mfululizo. Kwa hiyo kitu hicho kimaumiza sana, ndio kuunda timu kwa asira. Sasa yangu ni ayomtuanga nguvu, na kukumbusha tu usisahau subscribe channel hii, tuna ku like na ku share na ku comment, ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni mtu wangu nguvu, asante sana.